na ni dhikri ambayo kwamba inatakikana alaisalamu kuweza kuileta saa zozote, ukiwa sokoni, ikiwa ukubagani na ikiwa uko nyumbani kwenye shughuli yako unayoifanya, kunaleta adhkari kama hizi. Si mahali pa swala peke yake, hapana. Hizi ni dhikri muhimu ambazo kama za kupembeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi huu ambayo kwamba ni mtukufu

ambia ya Allah ya Tawwab, ewe mwenye kupokea waja wako, aaaa waiteleze katika mitelezo ya aina mbalimbali, wakatoka katika twaa yako. Tuba alayna, tupokee sisi, tumerudi tumerudi wak tuba alayna warhamna, kisha uturehemu sisi, utuhurumie ya Allah alayna

Aliyetuumba na anakuzuku, unamwelezea sifa hizi, ewe mwenye kupokea waja wake. Aaukanga walitueleza tupokee sisi, kisha na urehemu wazazi wetu. Wahili yatwatubu alaina warhamna, uturehemu sisi walwalidina na wazazi wetu wa hili turehemu sisi, tuhurumie sisi, ya rabbal alamin

itiliso aina mbalimbali tuma alaina tupokee sisi ya rabbal alamin, wasamihna kisha utusamehe sisi ya rabbal alamin. Ma janaina tulio ya chuma katika wasamihna fi ma ma janaina, utusamehe sisi katika yale ambayo kwamba tulio ya chuma ya makosa mabovu tuliyofanya. unaendelea na mambo mengine. Ndugu zangu, ni dhikiri muhimu tutaileta hapa lakini, wasababu, watu wengine kwa sababu hatujaifahamu maana yake, lakini ni dhikiri ya mtu unapoileta wataikana kulia na kukugujiza machozi kwa kufikiria yale ambayo kwamba uliyafanya nyuma yako kwa mwaka mzima. Leo ni mwezi mmoja unapoleta adhkari hizi, ikiwa ni msikitini, ukiwa na jamaa, ukiwa ka peke yako, ikiwa na barabarani, kwenye kazi yako, nyumbani kwako, unazileta adhkari hizi kwa kubembeleza Allah, Subhanahu wa taala, ili aweze kukusamea tabadhi ambayo ulioyafanya, na kuwaombea wazazi wako wawili, au kwamba wanatangulia nyumbani mwako, hawako hai. Hii adhkari tualizia dhikri ambazo kwamba zinazoletwa kwa msikitini, wengi hujafahamu maana yake, lakini ni dhikri muhimu sana na akikana zileke tuenafusuri unyenyekevu wa kumwelekea Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Kila mtu ajue kasoro yake, kila mtu ajijua, bali linsanu ala nafsihi basira, bali kila mwanadamu juu ya nafsi yake mwenyewe anayejua vile ambavyo kwamba aliteleza ajili ya shetani amekuakilisha, na hakuna aliyemkamilifu. na na minaozungumzia ndugu zangu, ya kwamba hakuna aliyemkamilifu, wala wana dharau na kukajirudisha nyuma, kwa sababu hati mimi vingine nilikuwa nimeteleza, nilikuwa kwenye mitelezo. Allah humpenda mwenye kuteleza, Allah ampenda mwenye kuteleza kwa sababu yeye mwenye kuteleza ajua ameteleza, na akija kuswali amnyenyekea mola wake, kujua kosa lake alilofanya. Lakini huyu mwenye kujidai kwamba yeye maswali siku zote hana makosa, hawi hata na kuchura, kwa sababu anafanya kwa maana ya okay, kwake hana madhambi yeye eh. Lakini mwenye kuteleza ajua ana makosa, anamnyenyekea. Vipi wakati ambapo kwamba polisi wameingia mtaani, wewe polisi wameingia mtaani na wajijua kwamba wewe una makosa, utafanya kwaje